kubwa zangu eh, kama naitwa kwa majina naitwa Binyo Blandi natokea form 4B, eh, katika session ya leo eh, kama walivyosema dada zetu wanaitwa Girls Voice Alliance, wamekuja wameanza kutuelekeza kwanza na slogan yao inayosema inasemaje, Bilali? <laughs> <laughs> msichana alipa champion impa champion msichana bingwa champion impa champion ndio. Kwanza alianza dada wa kwanza ule uli pale kuelezea health pro, walisema afya ya uzazi, alielezea <laughs> kuhusu afya ya nini ya uzazi. Akaja wa pili akaelezea kuhusu digital awareness, yani kwamba uelewa au matumizi mazuri ya social media na simu. Kasema kwamba tutakapomaliza kidato cha tuta nne kwa sisi waitm kuwa tutapewa simu, si ndio? Usitumie ile simu vibaya, kwamba unaingia live TikTok, unaposti vitu vya ajabu, kwa sababu TikTok au instagram unaweza kutumika kama profile yako, si ndio? Sasa hivi hatutaki cheti, tunataka cv ya TikTok, Instagram inaweza kuchafua. Kama mimi nataka nje kuwa rais, inshallah <laughs> Sasa... Asali, sasa. Hapa ninakula kama mia tano hapa shule. Sasa nitakapokuwa eh, wanatumia mtandao vibaya wataweza kunichafua wale wengine bwana, na akaunti yake eh, aibna vituko vile ila anavuna akaunti yangu na vitu kama hivi natengeneza sabuni eh, natengeneza dawa ya meno eh. Sinaona, eh, eh. Kwa hiyo tutumie mtandao wa kijamii vizuri, si ndio? Ndio, yani kwamba tutumie mtandao wa kijamii vizuri sababu unaanza kutumika kama profile yako, na profile ndio kila kitu, si ndio jamani eh? Naitwa Abinyo Brandi from Kijitonyama, sayansi from 4B Opposer Gang 32. Kwa heshima